Bwana amen, amen, amen. Amen. Yesu asifiwe. Ndio sababu mwendeni tumefika mahali hapa kwa sababu ya uzuri wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua unaweza ukafika mahali ukakosa na kuongea. Bwana Yesu asifiwe. know why? Najua ni kwa nini? Yeah. Unahisi ni kwa nini? Amen. Ni kwa sababu ya uwepo wa Mungu. Amen. Amen. Amen. Amen. Ah, nisingependa kua. Kwa majina ni Samuel Bechari. Nimeokoka. Yesu ni Bwana. Ninahudumu RGC Ng'ombeni chini ya uongozi wa Pastor Nicolas Mango ninampenda sana Amen. Na mahali pale mimi ni kiongozi na wazee, ninaongoza wazee kama pasta alivyotangulia kunena. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, nilipopewa nafasi hii nilienda mahali nikanyamaza kimya, nikajiuliza nitaongoza vipi hiki kikundi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini nikasema Uliye mbinguni wewe uliona kuwa ninafaa na ninastahili katika hiyo nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Kasema acha roho yako aniongoze. Na kwa sababu hiyo, nimepata kusimama mpaka sasa Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni kiongozi wa wazee pale, ni technician, na ni kiongozi wa waimbaji.

Bwana Yesu asifiwe, mimi mama hapa jana nimeoa na katika hali hii nimebarikiwa na Amen. mtoto mmoja binti mmoja mzuri tu mrembo kwa tu area hapa atasimama sawasawa Ioiiasifiwe na katika hali yetu ya kimaisha hatulalamiki, hatuduguniki, ni Mungu tu anatupambania, tunakula, tunakunywa na tunashiba shiba, hatusumuliwi na magonjwa itei, kwa sababu sio nafasi yetu. Bwana Yesu asifiwe, tunaishi kwa neema. Haleluya! So unapotegemea Mungu kwa kila hali, kila hatua lazima atakuongoza. Bwana Yesu asifiwe. She is my daughter na ninampenda sana. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Siacha hani awasalimie pamoja na jamii yangu, nimefurahia siku ya leo kuungana mm na wapendo wenzangu. Bwana asifiwe. Kwa majina, naitwa Joan Mdeo Mtua, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Amen. Amen. Amen.

Mchana wa leo nimeokoka na mkenda Yesu Bwana asikiwe, ninawapenda ndio maana nimefika mahali hapa Bwana asikiwe, na tuko na ushuhuda kwa sababu kiwaona mahali pale Bwana asikiwe. Kwa hiyo tunashukuruni kwa sababu ya kuja mahali hapa, tunashukuruni kwa sababu ya kukaribishwa kwenu Bwana asikiwe, najua kwamba Bwana atatenda makuna ajabu Bwana asikiwe, nimeolewa niko na Bwana

amenibariki na vijana mm. Ni kwa mm. sababu Mungu amenipa, amenibakia na sababu. Bwana asitiwe. Also niko chini ya Pastor Mango na ninampenda mm. sana. Bwana Bwana asitiwe na yes. Niko mahali pale kikiwa wa wa wamama. Bwana wabariki hiyo pia wetu wa Sunday school, ndio kitendo cha Sunday school sana. Karibu Asifiwe, haleluya. Amen. Amen. Jioni ya leo namshukuru Mungu, Bwana asifiwe. Namshukuru Mungu kwa ajili ya kunifikisha mahali hapa, haleluya. Kwa majina yangu naitwa Miriam Mwelu, nimeokoka, nampenda Yesu, haleluya. Namshukuru Mungu kwa neema yake na kibali chake. Mimi ni mama wa watoto wanne, Bwana asifiwe. Amen. Kwa bahati nzuri bwanangu Mungu halimchukua Bwana Yesu asifiwe. Amen. na ninamfurahia Mungu kwa sababu tangia Bwana hage Mungu ananipambania. Haleluya, namshukuru Mungu kwa neema yake. Mimi ni mdogo wa mama, tena mimi ni mwimbaji, tena mimi ni andatesa katikati ya wiki, pia mimi ni kiongozi katika ibada nashukuru Mungu kwa hiyo neema. Bwana asifiwe! Si kwa ujanja wangu wala kujua kwangu kwa hmm, bali ni kwa neema ya Mungu, amenipenda kati ya wengi. Amen. na Mungu waaisamama, nataka tuni mwanishie watendo wetu Jerusalemu. Wombeni kweli, mmetuombea watu ambao wanajua maeneo ya huku. Aonge dhania kutakuwa na kanisa, aonge dhania kutakuwa na watu Watakaosimama kwa ajili ya Mungu, na katika kujitoa kwao hawa, Mungu amesababisha mji umefunguka. Kwa hivyo naomba mkiomba, kasisijoke nashukuru kwamba miguu yenu sichoke, msichoke kukanyaga ng'ombe. Amen, nashukuru katika hiyo. Nataka nilete hawa wazee wawili wakuje, hawa ni wazee, si vijana Iwa... ni wazee pia yeah. Mungu awabariki wazee, asalamie wazee na nafasi yako. Na kama kuna mtu mwambie kwa wapi? Mungu, Mungu, Mungu Hallelujah. Amen. Asante, asante. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Anikiwa hapa sababu kuna ndugu yangu. Asante sana. Kazi yako mwingine yuko mahali

Ni yeah? Kwa sababu Yesu ananitengeneza. Nilizaliwa 1983. Wanaweza kuna siku. Hesabu ni miaka mingapi mpaka sasa hivi? Ha? Nilizaliwa 1983. Eh? Yeah? Haleluya. Yesu anaitengeneza. Niko na mke wangu mahali pale. Ngoma kule. Mungu amenipa height. Height. Haleluya. Eh! Ijenago chungaji wangu ona mwitangamjonaa. Kwa sababu gani nimuite mjomba? Mama yangu ndio ametoka kanle, baba yangu ndi ametoka utamaia. Haleluya. Salimia watu wa Mungu. Asinijua mimi kwa majina, nikai majua. Babangu kule nyumbani anajulikana mzee Nzuki, lakini natumianga ile jina kwa kwa kitambulisho yeah. anaitwa Musioki Sasa mimi ni babena ni Musioki Amen. kwa nyasa kwa na, ukimwona mzee ukiona mimi utaona kama kijana tu, kwa sababu Yesu ana. Kwa hiyo wakati yes, niliokoka nilimwambia Yesu aonekana mpaka nyumbani. mzee yeah, alikuwa analewa yeye. Ye, ndiye ye anakufagia mangwe, alafu hata kazi zangu anatambua hiyo, anaanza haraka kutufagia mangwe, ndio po ile pombe po ya bwana <laughs> ah, lakini ilipookoka

kama sisi hapa tuko na sisi wote tuko na watoto kumi, ni neema ndio imetubeba hayo. Mungu wakati wa ngapi? Na mimi na kutoshana na watoto kumi, neema inatosha. Haleluya! Mungu anasema nendeni mkazane kujaza dunia. Sikiza wewe

Yaani kama ile jina linakujagiza umefika mwisho kabisa. Yule yule yule nani, yule mzee pale amesema, anaitwaje? Sijui amesema Mangale Tangali, sijui hapo, amesahau kabisa, sema duruma wa Yesu. Haleluya, haleluya. Sikiwe basi, pia mimi ii, nimeoa niko na mke wangu wa kike, wakike, jisi amesema, na nimebarikiwa niko na watoto wanne, mimi ni duruma. It's okay, lakini nilivuka

huyu watu wanasema ukiolewa na jamii Amen. ambayo ni maskini sana sana, pastor wetu changamoto sana. Amen. anasema wewe mama, kama umeolewa ni bwana wako ni maskini, omba hiyo familia, mwombee bwana wako. Bwana wetu asifiwe. Kusema kweli ni ushuhuda mrefu, lakini tunakata na haleluya, Amen. kusema Amen. kweli tangu nilipomoa huyu 2013 mpaka sasa hivi namaisha wakati naanza ku, wakati naanza kupiga mistari h wakati naanza kupiga mistari, nimwambie tena ni sawa, lakini kusema ukweli, huko kwetu hakuna hata kibanda, hakuna hata nyumba na iba nasema hapa sijajenga hata nyumba. Nyumba ni moja tu ya baba yangu peke yake, tena ni ya makuti na yaanguka. Haleluya. Lakini i hapo kwa moyo akasema, hata kama huko maskini mimi nitaenda na tutajenga familia, na tutaendelea. Na kusema ukweli, sijasema sijawahi sema kanisa, lakini nimefunguka mahali hapa. Hapa mahali ana neema kenesaiia. Nina, ninawapenda washirika wa hapa, na Mungu azidi kuwainua mimi. Ni hayo machache. Mimi ni mwimbaji na ni niereta

jaiangombe vijana wangu. Mzee, huyu mzee ndiye anasimama kitengo cha upendo nikakataa kusema welfare, nikasema upendo. Amen. Na, <testis> anasimamia kitengo hicho na anafanya vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Rafael Mchichi, Eh, tunashukuru kufika mahali hapa. Amen. Nawapenda sana wana Jerusalem wakati mlitutembelea kule, nikuja pia nikapata, kumbe wengine wetu hapa pia ni ja jamii yangu Bwana Yesu asifiwe. Nikapata huyu ndugu ni shemeji alioa cousin sister tunaona sana <laughs> Amen. Amen. Nikapata yule mzee mm. Mimi naitwa Mwachiti Mzole ambaye chiboya ule ndio nikapata ni baba yangu Bwana hapa Amen. Niko nyumbani Amen. E, nashukuru Mungu e, kwa sababu ya ukuu wake. Mimi ni mzee, niko na mke mmoja, niko na watoto sita, niko na hata watano, niko na dodo wa Chiti eh your family of you Chiti uh, wako hapa, wale wako hapa watano, wako hapa mmoja eh kufanya na CSC form four anamalizia mtani mtihani Thursday bless us you uh, uh, basi mimi yani ana sina la kusema, ni kufurahi tu kile kitu ambacho eh uh, kinanigusa sana na hata saa ingine naona wivu kidogo ni kwamba Yaani mtumishi wetu huyu anataja sana Pastor John, anampenda sana. Yaani ni rafiki yake kumbe. Akaeje siku ngapi anamtaja yeah, Pastor John na pesa. Mwenyezi Mungu. Nimeyake huko. Amen. Hata mimi natamani Mungu anipe hiyo baraka. Eh, eh, na mimi ni sana mwana, <As> Mungu awabariki. Amen. Amen. Kasisi John ni moyo wangu, kama kuna mchungaji nampenda Mombasa ni Pastor John. sieokani sema kume Manga apende wa wachungaji wengine hapana, nawapenda wote, lakini na kuna mmoja ambao ni moyo wangu, hata nikuwacea wa ujamaa Pastor Special. Nikifunga macho nifungue na wananga Kasisi John, kwa sababu moyo wangu uko hapo. Hawezi sema ukimbia anakimbia, eh na tunafanya na utoto tuna yeye, utoto tuna yeye nasema, yaani hiyo connections yenyewe utoto tu, ndio maana tumepata kibali Mombasa, imemchagua sisi ndio wa, wa, wale wachungaji ambao wako fit physically fit ni mimi na yeye. <laughs> Amen, amen, asante jeu sana. Mmepata mchungaji, ushikilie, ushikilie sana Unajua wengine hawajui na waelewi kwamba wamepata neema na wanachesanga neema. Hii neema msijiache. Inaupeleka mbali. Amen. Eh. Dio basi tu niko na huyu leo tu tukujiana tu alafu tuna mbali wetu wala unaenda. Huyu ni mama wetu pia. Kiongozi ya mmoja wa mama. Amen. Amen. Pia namshukuru Mungu amekuwa huyo ni mwanamishi wa kina mama. Huyo hey, ni mama aliyenipokea. Yule kasisi John anasema mama alimpokea, huyo mama aliyemshikilia, huyu mama ni amenishikilia. Huyu mama ni mjane. Mimi ndio nilienda kulia saa mume wangu akiwa amelala semu sataita undai eh, kwa sababu nilipoingia ng'ombeni sikuwa na mtu wa kunishika mkono. Nikaangalia huku na huku siwoni mtu, kasema nirudi kwa mlau. Hapana, Mungu akaleta huyu mama na mzee wake yeah. Walipokuja akanishika mikono na sasa, huyu mama hakuna siku amekosa kutoa fungu la kumi. Ni mchani, lakini hakuna siku atakosa kutoa fungu yeah. Mama mkubwa, Mungu akubariki sana.

moyo wmfuato wako, huyu anaweka mfuko wangu nikimpatia Eh, sadaka yangu, najua hata kula ananiambia nimefungia ana mahali hata kwa nyumba naweza kukimbia naye, lakini anaweka mahali kama amesahau kunipatia. Amen mama, Mungu akubariki sana. Asante vijana eh wangu, simama tu, kuna vijana yi ni kiongozi wa vijana. Nataka tu vijana hapa pia mjue vijana, simama. Naunganisha ndoa zenu hapa, Mungu atapenda kuunganisha. Nataka Jerusalem, na mwendeni kula harusi. Hatukuji hapa bure. Amen. Nataka harusi. Amen. Wengine wako shuleni, niko na kane wengine wako university. Amen. Na wakiche mkaona. Amen. Nataka kiongozi wao tu salimie ile dia kiongozi wao anasomea walimu Sianzu TTC. Amen. Na akimaliza kijana leo mahali hapa mwangalie. Kama ana mtu. Ndio hapa. Funguka macho. Amen. Amen. Amen. <laughs> <laughs>

Uh, uh, atatuambia kama amepata ama hajapata na kama hajapata anataka apate, hmm. <coughs> sio babo, unapeleka mahali ambapo unajua wewe, usipeleka mtoto wako mahali kwingine, si sawa? Akija hapa moyo wangu manono usikia hapo mahali pa sawa. Amen, Mungu atakubariki sana, haleluya. Eh, eh, nafurahia, kuna mwingine nimeacha bado. Mama, simama mama, mama huyu wa mama pia simama, na sitaki siku moja usambulike. Wapendwa wa Jerusalem, anatupenda na siku moja, kwa sababu macho yake ni nani? Huyu anaitwa mwenye atasema, mali hapa, baraka kwangu. Mimi Mimi naitwa Maria, yote na mpenda Kristo kama maisha yangu. ni mama

kwa jina la Yesu. Amen. Kuna mwingine nimesahau. Ah, mama, simama tu mama pale ulipo. Salamia tu hawa mama wangu, wananipenda wananishika, anaitwa wanaa salamia kiwa hapo na Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa majina ni ndugu, mimi pia ni mama, sioni ipo, mkaona ni msichana na mtoto mmoja tu niondoa, na bwana mmoja mbali. Asante sana, abaidi sana, asante kwa hiyo nataka tuishukuru kwa sababu ya hiyo. Na kuna mwingine aha, mwingine mtasalamia sikuhili. Kwa hiyo sasa nataka nimalizie. Nilisema sitahubiri mimi nimekuja tu kushukuru, nimekuja tu kusema, wacha tuunganike pamoja, wacha tufanye kazi ya Mungu pamoja, kwa sababu mali Mungu ametutoa ni mbali, na kuna sababu tumtumikie Bwana. Amen. Amen. Amen. Nikija siku ingine, nitakuwa nakuongea, lakini leo tu moyo wangu ulikuwa umejaa tu furaha, niwaambie wapendo hawa nampeleke, kwa sababu mimi napenda kutembea na mtu ambaye anaona mbali, napenda kutembea na watu ambao Bwana ameinua viwango vya vingine ndio maana nikamwambia sasa najua hapa ujamaa nataka tuingie hapo. Enda tu pale na ambie tukitoka hapo. Viwango vyetu vimeinuka yu. Haleluya! Kike siku nyingine wataimba wataimba mpaka mpaka jioni. Langu tu ni kuwabariki. Haleluya. Langu tu ni kuwabariki. Kwa neema ya Mungu ninaposimamia hili kama mwenyekiti wa wachungaji ujamaa Samson tukiwa na kasisi John mwaminifu katika ushirika wetu, naamini ya kwamba niko tu hapa bila, amesema baba anaheshimu kwa sababu hilo ndilo jina huwa ananiita baba, tukiwa wapi, hata tukiwa uwanjani, dadi dadi na mdenga dadi, wewe usiweki mwambie, niseke niende wapi? Niko hapa kwa sababu kazi ya Mungu mpaka tuikamilisha tui. Haleluya yeah. Tutacheza mpira na tutacheza kazi ya Mungu mpaka ifike. Haleluya yeah. Kwa nini nimekuja tu hapa, tutarudi ninaongea na my co-driver, mamwambia tutarudi hapa na kanisa hili tarudi kupanda mbegu katika madhabahu haya amen, amen. Kabla ya mwaka huu kuisha, tutarudi kuweka mbegu katika madhabahu haya amen. Imesikia kubarikiwa, mesikia tu kusema, Mungu awabariki, abarikini Jerusalem, Mungu wamaana waine hapo wa vingine na kile mnachokitenda ipate kufanikiwa vile mmeshika mchungaji ni mkono, Mungu awashikilie. Vile mmekuwa waaminifu kwake, Mungu awe mwaminifu kwenu. Vile mmemtii anaposema pika makoti, mnapika. Hata anaongea na sauti hata wangu wamesema, najua nimependa. Hiyo ni mimi si yani, unapombeleza mtu wa nini? Na amekuja kwa nyumba ya Bwana, na amekuja kupokea uponyaji wake, kwa nini umbombeleze chesi? Kwa nini umbombeleze Simba? Haleluya, Reverend shikilia hiyo. Napenda hiyo. Napenda hiyo sana. Kweli nyumba ya Mungu tumekuja kumtumikia Bwana. Na tufanye vile Mungu ametuleta. Baba nimesikia hata kama wanamkemea usimuone kama amefanya makosa. Yeah, Baba lazima amkemee. Haleluya. Hata wao wanaokemea mwambie hili si nzuri eh, hii njia ambayo unatumia si nzuri. Kwa hivyo lazima tutembee katika utakatifu utakatifu. Haleluya.

Ako wapi? Wale wanaona nako Facebook? Napenda hiyo. Napenda hiyo. Hiyo ni moyo wangu. Niendele? Ah, pazo ubarikiwa sana. Mungu akubariki sana. Mungu akutie moyo. Asante kwa hiyo kazi unafanya. Kwa wale ambao mnanilike kwa Facebook, Nawapenda na Mungu awabariki. Kwa hiyo karibu sana. Kwa hiyo karibu kwa kwamba <coughs> kwa jina la Yesu atunukuombea. Hao wako tayari wapokete. Si sawaombe. Amen. Amen. Wacha tutuombe. Nataka tu nimbariki sasa. Nimbariki tu. Uh, nimbariki tu. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru Bwana. Haya makanisa mawili Jerusalem na kanisa la Ng'ombeni Bwana, tumeweka umoja huu. Lengo letu tu ni papa Yesu jitukuse katika dietu. Yesu, onekane katika nafasi zote, hii nyumba ambayo Mungu meinua mahali hapa <laughs> oh, chini ya chini ya mtumishi wako kasijene hao wana ambao wameshikilia huduma hii Baba, kazi ambayo umeitenda mahali hapa tunaona kwa macho, watu wako wamejinyima, wametoa fedha, wameleta kwa mikuu ya mtume wako, kazi imeonekana Bwana, ya kushuhudia matendo haya anasimama katika madhabahu haya, nami nitawabariki, nami nitawainua kunena makuu kunena upanusi katika maisha mtumishi wako Bwana, ukapate kutimiza haya madhabahu tumenena. Hawa watu ambao nimempatia mtumishi, utawabariki na mali na mtumishi atakapoitisha Bwana

popote wanafanya kazi, kazi Mungu bariki kazi yako ile yetu. Nabarikishe kila mkono wa kuisha, chochote wanachokitenda kibariki. Natangaza popote wanapotunika kazi, mikono yao wapokee kibali, wapokee heshima, wapokee promotion, yote yabarikiwe. Naomba nikisema amen